Sitaki mpigwe, sitaki mnyanyaswe. Mimi mnaponipigia simu ninaona faraja kubwa sana. Naomba niwashukuru, naomba niwashukuru vijana ni wa wangu. Mnasema haja za moyo yenu kwangu mimi, mimi ni faraja kama mama, kwa sababu mtoto akikulilia kitu wewe kama mama unafurahi, unapata faraja Nilifurahi sana vijana wangu kunipigia simu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee! Dokta Samia Suluhu Hassan, oye! Ndugu zangu wana malebo, rais wetu katika kipindi chake cha miaka minne amefanya kazi kubwa sana katika kata ya Uganda, ndugu zangu mimi kama mbunge wenu nilio mlionichagua pamoja na diwani wenu ambaye mliomchagua wa kata hii ya Ugara, ninaomba nichukue fursa hii ya kumshukuru sana diwani wenu ambaye ni Halawa, niko naye <tipatikana> naomba nimshukuru sana, nimefanya naye kazi kwa kiwango kikubwa sana. Juzi nilivyokuwa ninaongea kwenye bajeti ya TAMISEMI nimezungumza ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimewashukuru waheshimiwa wa madiwani kwa kazi kubwa ambayo walioifanya kwa kipindi hiki cha miaka minne na nimemshukuru na kumpongeza mwenyekiti wangu wa halmashauri yetu ya Nsimbo kwa usimamizi wake ambao ameendelea wa kusimamia mahela yote mabilioni yote aliyokuwa anayaleta mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni dokta Samia Suluhu Hassan, lakini sikuwaacha kuwashukuru na kuwapongeza watendaji wetu, mkurugenzi pamoja na maafisa wote kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya kwenye halmashauri yetu ya Nsimbo. Leo halmashauri yetu ya Nsimbo ina melemeta, na mimi kazi yangu kwenda kulia kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan yale mnayoniambia na kuniagiza mimi nayapeleka kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mama yetu ni msikivu, mama yetu ni mnyenyekevu. Sijawahi kuona mama mnyenyekevu kama Dkt. Samia Suluhu Hassan. Chochote nilichoenda kumwambia mama amesikia, kuhakikisha kuwatimizia wanaugaa. Tulikuwa tuna kituo cha afya, akatuletea milioni mia tano. Tulikuwa tuna shule mbili tu kata yetu hii ya ugali, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan, yale majengo yote mliyojenga nyinyi wananchi, mmetumia nguvu zenu, mmetumia pesa zenu, mmejinyima kupitia mapato yenu ya kilimo, mkasema tunaenda kuwekeza kwenye maendeleo. Dr. Samia Suluhu Hassan hakusita, akaleta pesa kuhakikisha majengo yote yakamilike na watoto wa shule zisajiliwe waingie darasani. Na akuchoka akaleta ajira, akaleta walimu, akaleta wa madaktari, akaleta maafisa mbalimbali kuhakikisha wananchi wa ugala mnapata maendeleo ya kweli. Malebo hoye, naomba niwashukuru wananchi wa, wa malebo mlinipigipigia simu kuwa mama, sisi tumeanzisha jengo na mheshimiwa diwani tunakuhitaji. Mheshimiwa diwani wetu amekuja hapa amefanya kazi ya kuhakikisha tunaanza ujenzi, naomba nikupongeze mheshimiwa diwani, ni kazi kubwa. Jengo hili lihakikishwe limefanyiwa finishing na kuhakikisha kila kitu kinafanyika na mkurugenzi yuko hapa, nampa maagizo na afisa elimu, shule hii isajiliwe kuanzia mwezi wa saba, watoto waingie darasani. Tunafanya mwendelezo na wale waliokuwa sehemu mbalimbali watarudishwa hapa hapa. Sasa tunakwenda moja kwa moja darasa la awali mpaka darasa la saba. Hapo vipi? Kazi yote hiyo ameifanya. Mheshimiwa Rais, naomba nikushukuru tena kwa mara nyingine, mheshimiwa diwani. Lakini watendaji wangu, naomba injinia, nikushukuru kwa kuendelea kusukuma madarasa haya mpaka yamefika hapa. Lakini na mimi nimeenda kuangalia, mmejenga pale mashimo ya vyoo, si ndio? Tutajenga mash... vyoo kumi, watoto wa kike matundu manne, watoto wa kiume matundu manne na walimu nao watapata matundu mawili. Jumla sasa hivi tutaanza na matundu kuu, lakini tutajenga vyoo vya kisasa. Tutajenga vyoo vya kisasa, injinia alivyoniambia tunajenga vyoo vya kisasa ambavyo anavovitaka rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, watoto waende kwenye kiwango kikubwa na mimi nimejiridhisha, nikasema hapana, vyo vinahitaji maji, twendeni mkanionyeshe. Ninaomba na mshukuru mwenyekiti wetu wa kitongoji, akaniambia mama, usio na wasiwasi, sisi hapa tuna chemchem. Nikamwambia twende tukaone mwenyewe, nimeshuka kule chini. Nashukuru nimewahi, nimeshuka na mimi natoka hapa, nimeshaongea na kaimu mkurugenzi na nimeshaongea na injinia kuwa ninaenda kuwambia ruasa kwenye bajeti ya 2025 waje kuchimba kisima cha maji hapa, tuje tuweke maji moja kwa moja, wananchi wafaidi pamoja na watoto wetu, wawe katika mazingira <coughs> <coughs> Lakini nikiwa hapa, kuna wananchi wameniambia Mheshimiwa mbunge, sisi hatuna sehemu ya kilimo. Nikamuuliza mwenyekiti wa kitongoji akaniambia huku ndio tumeruhusiwa kufanya mambo ya kijamii, lakini kule ni TFS, lakini tunaingia kwa kuiba iba, tunalima kwa kuiba nikasema hapana, tusiingie kwa kuiba iba kwa sababu ni serikali ni ya Dokta Samia Suluhu Hassan. Mimi kama mbunge wenu sitapenda muendelee kupigwa kule kwa sababu tunawaingilia, si ndio eh? Yeah. Tunawaingilia, mimi nitaenda kuongea nao na kwa sababu nitakutana nao, kwa sababu bajeti ya mali asili ni bado iko mwezi wa tano, mwishoni mwishoni nitakutana na mkurugenzi, kamishina mkuu wa TFS, kama akikubali kuja huku aje, kwa sababu viongozi hawa nawasiliana nao vizuri. Sitaki mpigwe, sitaki mnyanyaswe na mheshimiwa rais anataka muishi katika mazingira mazuri, na ndio maana akaruhusu mjengewe shule nzuri hapa, na tutaendelea kuifanyia maboresho. Tutajenga hapa nyumba ya mwalimu tu iniwani, nimeshamwambia mkurugenzi na nyinyi nawaambia kwa lazima tutaleta hapa tu iniwani, na mwalimu wetu afisa elimu wa wilaya yetu ya Nsimbo amesema kuwa ataleta walimu, lakini kwa kuanzia wataishi katika makazi yetu. Lakini hapo hapo tutafukuzana kuhakikisha tunajenga nyumba ya walimu hapa tu ni wani.